Sofia, dadaangu huyu Kitundu unayemwona sasa hivi sio ule wa zamani, nimejirekebisha na makosa yote dadaangu. <coughs> nimejifunza na nimekoma pia. Yo, mambo vipi? Mambo vipi mwana Given Happy? Bila shaka mnaendelea vizuri, na hii ni taarifa eh, inayo hii, kwanza ni taarifa ya kuvunjana moyo, ni taarifa inayohusiana na kijana anaitwa eh, Kitundu, alikuwa anacheza eh, katika eh, movie ama filamu yaani tamthilia ya Juakali, eh, amefariki eh, dunia na Lamata Village. Ame ameposti na kutoa salamu za rambirambi mastaa wengi kina kina Wolper Irene, Woya mastaa wengi ambayo Kitundu alikuwa ni miongoni mwa wachezaji wa filamu ya Ntamtulia ya Juakali, walikuwa wanafanya vizuri. Na filamu ya mwisho ya Kitundu au clip ya mwisho Kitundu aliyo, mm, alio act katika movie ya Ntamtulia ya Juakali Kitundu, ukimwangalia kwa movie zote za Ntamtulia haswa hizi clips zenye ametengeneza hapa karibuni mwisho mwisho alikuwa anakaa, afya yake si nzuri, afya yake ilikuwa ni dhaifu. Kwa hivyo watu walikuwa wanajiuliza, wanaulizana Kitundu alienda wapi? Alienda wapi? Mbona tumuoni? So kwa wakati huu Kitundu hatutowahi kumsikia tena, hatutowahi kumuona tena. Ramata Village amepost na kusema kwamba tumempoteza kijana wetu, alikuwa mstaarabu, alikuwa eh, creativity alikuwa anatengeneza vizu, eh, firamu vizuri ikakuwa tamu na by the way, hata ukiangalia mm, Kitundu mm, katika clips zake zenye alikuwa anatengeneza ama sehemu ambayo alikuwa na act, alikuwa na act kwa familia ya kina Sofia Idi na Semeni you know, na mama eh, na mama Kitundu pia. Ule mama kama wewe ni mfuatiliaji wa nitamtiliaji wa Juakali, basi utakuja kugundua Kitundu alikuwa anachezea katika sehemu gani. So Kitundu mara nyingi alikuwa ni mtu anafanya. First of all Kitundu alikuwa na talent ya kufanya dancers ya, alikuwa ni dancer ya yeah, alikuwa na creativity kabisa ya kudansa. Hata kuna sehemu zingine ulikuwa unapata ID anampeleka Kenya, wanaenda South Africa kufanya mashindano ya kudansa. Nitakuwekea clip eh, moja ya Kitundu alivyokuwa akifanya practice akidansa kwa ile mashindano ya kudansa kuna kipindi amekuja Kenya akafanya hiyo mashindano ya kudansa na akakuwa mshindi, kama sio wa kwanza basi alikuwa mshindi wa pili. Nitakuwekea hicho kipindi uende ukitazame. Kitundu alikuwa ni miongoni mwa wachezaji filamu yanitamtulia Juakali walikuwa wanafanya vizuri. So kwa wakati huu, kwa wale ambao e, walikuwa kijiuliza e, e, Kitundu alienda wapi, basi Kitundu amefariki dunia, hatawahi patikana tena. familia yake tumepea salamu za rambirambi. Mastaa wengi wametoa salamu za rambirambi kuhusiana na Kitundu. Hata e, ukiangalia clips za mwisho katika nitamtulia ya Juakali alikuwa ni mtu ambaye afya yake sio nzuri. Alikuwa mm, yani alikuwa anakaa mtu mgonjwa, amekonda anakaa mtu, yani hayuko vizuri, afya yake ilikuwa imedhoofika so e, wastaa wengi wamehuzunika haswa Sofia alikuwa ni kama dada yake, na Idi alikuwa kama shemeji yake, vitu kama hizo. So watu wengi wamehuzunika haswa. E, ukiangalia masta wengi kina Woya kina Warpa Idrisi Sultani, e, e, kina Ana E, yaani masta wote awa wajuakali na mastaa wengine ambaye hawajihusishi na nitamtulia juakali haswa mimi ambaye si mchezaji wa juakali, lakini mimi nafuatilia vipindi za juakali, kipindi cha huba, vipindi zote ambazo zinachezwa kwa DSTV. So mimi ni miongoni mwa wa, wa, wa, wafuatiliaji mafiramu yo kama wewe basi habari haijakuhuzunisha basi wewe moyo wako utakuwa kama ya, ya chura ama ya, ya, ya chui. Ee, Kitundu amehuzunisha watu wengi sana, ni sawasawa na kifo cha Tesa wa Humba. Baada ya kufariki, watu wengi walihuzunika vilio something, yaani mambo mengi ya yani, ilikuwa ni huzuni, so nitakuwekea clip hapo ya Kitundu alivyokuwa ameenda South Africa kufanya hizo mashindano, ikifika kipindi akapigwa risasi e, yani, ilikuwa yaani inahuzunisha kabisa, au sio bana? So e, ilikuwa inahuzunisha, ilikuwa inahuzunisha kweli kweli. So mwana Given Happy e, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili tuweze kwenda pamoja na nakukumbusha, watch video, tazama yote umalize. Unajua, unapokuwa unatazama video na una script, script, na utazame yote umalize, basi kuna vitu mingi huwa katikati ya video zinakupita ama unazipita pasipo kuzielewa. So ni vizuri unapo watch, ama unapopata nafasi ya kuwatch video, hakikisha umeiwatch yote umeimaliza na ukishafanya hivyo basi, just remember, remind, eh, usubscribe comment na utoe maoni yako kuhusiana na kile ambacho umesikia kwa video ya YouTube, kwa sababu vitu zenye tunaweka hapo zinakuwa ni aina ya ma content yote tunakuwekea, una watch unasikiza. Kama hii habari mbaya kwa mashabiki kwa watazamaji yani, na uzunisha ni wewe sasa kuchukua fursa ya kutoa comment na kutoa maoni yako kuhusiana na habari mbaya kama hiyo. So wengi wamehuzunika, wengi wamejisikia vibaya, wengi hawajaridhishwa na kile ambacho kimetokea. So mastaa wengi wanafariki dunia, hatujajua chanzo ni nini? Je, shida iko wapi? Juu ukiangalia Kitundu alikuwa ni miongoni mwa wachezaji wa tamthilia ya Juakali, walikuwa wanafanya vizuri walikuwa wanafanya vizuri sana, lakini alikuwa mgonjwa, ndio alikuwa mgonjwa, ndio. Lakini basi, kama sisi mashabiki la mata village, asitupee hata habari, atuambie mtu wenu ni mgonjwa kwa hospitali, anaomba msaada, anafanya nini, watuwekee namba ya kutoa hata kitu kidogo. Ndio mtu wetu, basi angalau hata apate afya akuwe vizuri you know. Hata kama daktari anaweza sema ati hii ugonjwa si ya kupona, basi kuna kitu tunaweza changia kwa familia. So kama mimi mshabiki wa nitamtulia ya jua kali, nimehuzunishwa, yaani roho yangu nasikia imeumia, yaani kwa sababu nitamtulia jua kali hiyo sehemu ya Kitundu ilikuwa ni sehemu yangu binafsi, nilikuwa napenda sana.